Takuletea uh, vifaa ambavyo vinatumika au vipimo ambavyo vinatumika uh, kupima bawasiri. Wengi wamekuwa wakituuliza uh, vipimo hivyo. Kipimo namba moja tunakiita uh, tunakiita ni kipimo cha uchunguzi wa kimwili, ambapo daktari ataangalia kwenye njia ya haja kubwa kama kuna uvimbe, na endapo atakuta kuna uvimbe, basi ataweza kugundua kwamba uh, ukiwa na bawasiri ya nje atagundua uh, una bawasiri lakini kipimo namba mbili ambacho tunasema digital rectal exam, ambacho chenyewe ni daktari atavaa gloves ambayo inakuwa na mafuta maalum kwenye vidole vyake na kuingiza kwenye njia ya haja kubwa, huku akiangalia kama kutakuwa na uvimbe kwa sehemu ya ndani. Lakini kipimo kingine kipimo kingine tunakiita uh, anoscope anoscope ni kipimo ambacho kinatumia kamera iliyoko mbele ambayo inaitwa anoscope anoscope inaitwa anoscope ambayo yenyewe kinaingiza kinakuwa na kamera wanakiingiza kwenye njia ya kubwa na kuweza kugundua kama ndani kuna kuna vimbe lakini kipimo cha mwisho tunasema colonoscope colonoscope ni kamba kwa mtu ambaye anapata choo chenye damu ina maana akitadumukizwa hicho kifaa ambacho kinakuwa kina kina kamera ambayo kinaitwa colonoscope ambayo hiyo itaenda kuangalia je, utumbo ni salama au una changamoto chini ya rectum. Nikumbushe, kama una bawasiri basi usahau kutumia dawa ya pelikea kwa ajili ya kuondokana hiyo changamoto mapema.